Tumezunguka, tumekagua nyumba za walimu ambapo kwa kiasi kubwa nyumba nne za walimu zimekamilika kwa awamu ya kwanza, lakini vilevile tumeenda kwenye bwalo kafeteria, ambapo tumeona na yenyewe iko katika hatua nzuri, na kwa hakika tumeridhishwa na kazi inaendelea. Tuseme tu tujitahidi, kama ambavyo mkataba unavyosema tarehe Novemba mwaka huu, basi tumalize kazi hii. Tumeona hapa, tuko katika jengo la utawala, jengo la academic block, ambapo kutakuwa na theater halls, kutakuwa na lecture rooms, kutakuwa na ofisi za walimu. Lakini tumeona kule kutakuwa pia na kituo kikubwa cha afya, watoto wanatalazwa pale wa kike na wa kiume na huduma mbalimbali. Lakini tumeenda pia kuangalia hostel ya wanafunzi kwa maana watoto wa kike na wa kiume. Chuo kikuu kwa kweli tulichelewa, na tunashukuru Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunaenda kuwa na chuo kikuu cha kwanza kwa kwetu wa Tanga. Kama hizi za mradi ku uanzishaji wa kampasi mpya ya Tanga jumla yake ni kiasi cha shilingi bilioni kumi na mbili. Mradi huu uh, utakapokamilika utakuwa unaweza kuhudumia wanafunzi elfu kumi na mbili kwa session, kwa maana tutakuwa naenda kwa session tofauti tofauti. Lakini kwa kwanza tutaanza na courses tatu ambapo mpaka sasa taratibu za kwanza uanzishaji hizo courses unaendelea ili kupata ithibati kutoka TCU. Mradi huu unaweza kukamilika, utakamilika Disemba mwaka huu, na kasi ya mkandarasi ni nzuri, yuko asilimia 48 ya utekelezaji wa mradi. Matarajio ni mazuri kwamba pamoja na kwamba kuna changamoto zinazojitokeza, lakini mkandarasi anajitahidi kuzikava ili tuweze kukamilisha kwa wakati, na tutakapokamilisha, basi uanzishaji wa kampasi hii tunategemea itakuwa ni mwaka kesho, intake ya kwanza kwa maana ya mwezi Oktoba mwaka kesho.